Kitabu cha Zekaria sura ya saba na ya nane. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, mahali hapa tusonge mbele na kitabu chetu kizuri cha Zekaria katika kipindi hiki cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Nami naitwa Mwalimu Petro, ninakukaribisha mpendwa, ambapo pia unaweza ukakifuatilia kipindi hiki kwa ukaribu zaidi katika channel yetu ya YouTube pamoja na Facebook inayofahamika kwa jina la Jerusalem Family TV doti Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Usisahau kusubscribe upande wa YouTube na Facebook usisahau kufollow. Tusali, tuanze rasmi usomaji kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu Amen. Tunakuinua Yesu na kukushukuru kwa kutuunganisha tena siku nyingine, e Bwana, ili kusoma neno lako. Tunaomba Mungu utusimamie na utuwezeshe kuweza kusoma na utuwezeshe kuweza kulielewa tushike mkono we Bwana, ili katika neema yako tutiwe uzima katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme Amen. Karibuni sana wapendwa, tunasonga mbele na kitabu cha Zekaria, ile sura ya saba na ya nane Mlango wa saba Ikawa katika mwaka wa nne wa mfalme Dario, neno la Bwana lilimjia Zekaria siku ya nne ya mwezi wa kenda, yani Kisleo. Basi watu wa Betheli walikuwa wamewatuma Shareza na Regem-meleki na watu wao ili kuomba fadhili za Bwana na kusema na makuhani wa nyumba ya Bwana wa majeshi na hao manabii, ya kwamba je, yanipasa kulia katika mwezi wa tano na kujitenga na watu kama nilivyofanya miaka hii mingi iliyopita? Ndipo neno la Bwana wa majeshi likanijia kusema, waambie watu wote wa nchi na hao makuhani ukisema hapo mlipofunga na kuomboleza katika mwezi wa tano na mwezi wa saba katika miaka hiyo sabini, je mlinifungia mimi kwa lolote? Mlinifungia mimi na wakati mlapo chakula na kunywa, je hamli kwa ajili ya nafsi zenu na kunywa kwa ajili ya nafsi zenu? je haya siyo maneno aliyoyasema Bwana kwa vinywa vya manabii wa zamani, wakati Yerusalemu ulipokaliwa na watu na kufanikiwa, na miji yake iliyokuwa ikizunguka na wakati ule ambao nchi ya Negebu na Shefela ilipokuwa ikikaliwa na watu. Kisha neno la Bwana likamjia Zekaria kusema, Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba, fanyeni hukumu za kweli, kila mtu na amwonee ndugu yake rehema na huruma, tena msimdhulumu mjane wala yatima wala mgeni wala maskini, wala mtu awaye yote miongoni mwenu asiwaze mabaya juu ya ndugu yake moyoni mwake. Lakini hao walikataa kusikiliza wakageuza bega lao, wakaziba masikio yao, ili wasisikie; naam, walifanya mioyo yao kuwa kama jiwe gumu, wasije wakaisikia sheria na maneno ya Bwana wa majeshi, aliyoyapeleka kwa Roho yake kwa mkono wa manabii wa kwanza; kwa sababu hiyo ghadhabu kuu ikatoka kwa Bwana wa majeshi. Ikawa, kwa sababu walia wao, wasitake kusikiliza, basi wao nao watalia, wala mimi sitasikiliza, asema Bwana wa majeshi. Lakini nitawatawanya kwa upepo wa kisulisuli katikati ya mataifa yote wasiowajua, basi hivyo ndivyo ilivyokuwa ukiwa nchi baada yao, hata hapakuwa na mtu aliyepita kati yake wala aliyerudi, maana waliifanya nchi iliyopendeza sana kuwa ukiwa. Mlango wa nane neno la Bwana wa majeshi likanijia kusema, Bwana wa majeshi asema hivi mimi nina wivu kwa ajili ya Sayuni wivu mkuu, mimi nina wivu kwa ajili yake kwa ghadhabu kuu. Bwana asema hivi: mimi nimerudi Sayuni, nami nitakaa katikati ya Yerusalemu, na Yerusalemu utaitwa mji wa kweli, na mlima wa Bwana wa majeshi utaitwa mlima mtakatifu. Bwana wa majeshi asema hivi: wazee wanaume na, na wazee wanawake watakaa tena katika njia za Yerusalemu, kila mtu ana mkongojo wake mkononi kwa kuwa ni mzee sana. Na hizo njia za mji zitajaa wavulana na wasichana wakicheza katika njia zake. Bwana wa majeshi asema hivi, ingawa hili ni neno lililogumu mbele ya macho ya mabaki ya watu hawa katika siku hizo, je, liwe neno gumu mbele ya macho yangu? asema Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi asema hivi, tazama, nitawaokoa watu wangu toka nchi ya mashariki na toka nchi ya magharibi nami nitawaleta nao watakaa katikati ya Yerusalemu, nao watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao katika kweli na katika haki. Bwana wa majeshi asema hivi: mikono yenu na iwe hodari, ninyi mnaosikia siku hizi maneno haya kwa vinywa vya manabii waliokuwapo siku hiyo ulipowekwa msingi wa nyumba ya Bwana wa majeshi, yaani hekalu hilo, ili lijengwe. Maana kabla ya siku zile hapakuwa na ijara kwa mwanadamu wala hapakuwa na ijara kwa mnyama wala hapakuwa na amani kwake yeye aliyetoka wala kwake yeye aliyeingia kwa sababu ya adui, nami nalimwacha kila mtu kugombana na jirani yake. Lakini sasa sitakuwa kwa mabaki ya watu hawa kama nilivyokuwa siku zile za kwanza, asema Bwana wa majeshi. Kwa maana itakuwako mbegu ya amani; mzabibu utatoa matunda yake, na ardhi itatoa mazao yake na hizo mbegu zitatoa umande wake, nami nitawarithisha mabaki ya watu hawa vitu hivi vyote. Kisha itakuwa kama vile mlivyokuwa laana katika mataifa, enyi nyumba ya Yuda na nyumba ya Israeli, ndivyo nitakavyookoa, nanyi mtakuwa baraka. Msiogope, lakini mikono yenu na iwe hodari. Maana Bwana wa majeshi asema hivi, kama vile nilivyoazimia kuwatenda ninyi mabaya baba zenu waliponikasirisha, asema Bwana wa majeshi, wala mimi sikujuta. Vivyo hivyo nimeazimia katika siku hizi kuutendea Yerusalemu mema na nyumba ya Yuda pia, msiogope. Haya ndiyo mtakayoyatenda: kila mtu na aseme kweli na jirani yake, hukumu ni kweli na hukumu ya amani malangoni mwenu, wala mtu wa kwenu asiwaze mabaya moyoni mwake juu ya jirani yake, wala msipende kiapo cha uongo, maana hayo yote ndiyo ni yachukiayo, asema Bwana. Tena neno la Bwana wa majeshi likanijia kusema, Bwana wa majeshi asema hivi, saumu ya mwezi wa nne na saumu ya mwezi wa tano na saumu ya mwezi wa saba na saumu ya mwezi wa kumi zitakuwa furaha na shangwe na sikukuu za kuchangamkia kwa nyumba ya Yuda; basi zipendeni kweli na amani. Bwana wa majeshi asema hivi, itatokea halafu ya kwamba watakuja mataifa na wenyeji wa miji mingi, wenyeji wa mji huu watauendea mji huu wakisema, haya, twendeni zetu kwa haraka tuombe fadhili za Bwana na kumtafuta Bwana wa majeshi. Mimi nami nitakwenda naam. Watu wa kabila nyingi na mataifa hodari watakuja Yerusalemu kumtafuta Bwana wa majeshi na kuomba fadhili za Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi, siku hizo watu kumi, wa lugha zote za mataifa wataushika upindo wa nguo yake yeye aliye Myahudi, naam wataushika wakisema, tutakwenda pamoja nanyi, kwa maana tumesikia kwamba Mungu yu pamoja nanyi.